lakini katika sambamba na hilo tulianzisha ICDs dry ports, maeneo mengi. Lengo la dry port lilitumika vibaya. Katika sheria, ilikuwa mizigo inapofika hapa bandarini ikishaja ndio inapelekwa kwenye ICD. Kilichotokea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 hata balozi mweleze, alafu uje naye. Na bahati nzuri balozi kawa, wa, wa DRC yuko hapa, balozi yuko hapa, hebu njoo hapa wapu, wakuona, na na ndevu kama mimi, ila yeye nyeusi nye <laughs> atakuja straight kwangu au kwa makamu wa rais au kwa waziri mkuu au kwa waziri, tutachukua hatua mara moja. <laughs> Tunataka hii rushwa rushwa tuikomeshe na nikuombe Mheshimiwa Barozi, kama patatokea mtu yoyote mfanyabiashara analalamika lalamika, wala wewe usilalamike, njoo kwangu, ili tumtafute huyo anayewazungusha wafanyabiashara. Tunataka biashara kwanza, mambo mengine baadaye. Mheshimiwa Rais, unajua mwisho inaweza nikazungumza nikamaliza muda wako na mimi nilikuwa na jukumu tu la kukushukuru sana wewe <laughs> kukubali. Sisi Tanzania tumejipanga, tuna imani kubwa sana na serikali yako, tuna imani kubwa sana na wafanyabiashara kutoka DRC, na DRC ndio wasafirishaji wazuri wa kupitia bandari. Tutahakikisha tunawalinda kwa nguvu zote lakini pia Tanzania na DRC ni ndugu wapo. Wanajeshi wetu kule wamemwaga damu zao kule, katika kuhakikisha nchi ya DRC inakuwa na amani. Wapo wakimbizi kutoka DRC, tunaendelea kuwatunza. Hii ni katika kuonyesha sisi ni ndugu yako, tutaendelea kujenga huu ndugu, na katika spirit hiyo hiyo niwaombe sana wafanyabiashara wa DRC, hii bandari ni yenu, hii bandari ni yenu. Tumieni bandari ya Dar es Salaam na niwaombe pia wafanyabiashara kutoka DRC muje mfanye investment hapa hata kama ni kujenga viwanda, nitafurahi sana kwenda kufungua kiwanda kilichojengwa na mtu kutoka Rubumbashi, kutoka Katanga, kutoka Kalemie, kutoka Beni na maeneo mengine hapa Tanzania. Huu ndio ushirikiano wa kweli. Na kwa sababu leo tumesaini mkataba wa mafuta tunajenga bomba kutoka Hoima hadi Tanga yenye jumla ya, ya kilometa elfu moja na mia nne arobaini na mbili. Na kwa sababu DRC mna mafuta upande wa Lake Albert na upande wa ziwa Tanganyika, itakuwa ni rahisi pia kuunganisha lile bomba kwa ajili ya manufaa ya DRC. Kwa hiyo sisi, DRC ni partner muhimu katika maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Rais, ninakushukuru sana sana sana. Sasa baada ya kusema haya maneno, sijui ni mengi, sijui machache, niwashukuru wafanyakazi wa TPA, sitawaangusha, tuko pamoja na ninyi. Nishukuru bodi ya TPA, inafanya kazi nzuri ni bodi nzuri, mtengeneze masilahi ya taifa kwanza. Ni kushukuru waziri na watendaji wote, ni washukuru wadau wote watakaoshiriki katika jengo hili. Ninafahamu waziri, ulikuwa umejipanga labda uwe na ofisi hapa, hilo kwa kweli umeliwa, itabidi ujipange tu ofisi kule Dodoma na ni ukweli usiofichika kwamba majengo yatakayofata baada ya jengo la Kilimanjaro hoteli iliyokuwa pale yale ya serikali yale, kwa sababu ya mefesi view ya bahari, tutayapiga mnada yawe hoteli. Huo ndio ukweli. Es Salaam lazima tuifanye kwa ajili ya biashara, serikali lazima iende Dodoma ikawatumikie wananchi, tukae mtini tukae kwenye nyumba za Wagogo. Ndio jukumu letu sisi tulioliomba, kama viongozi wa serikali, tuiache Dar es salaam iwe eneo la biashara, wajenge majengo, wawe na mahoteli, ili wafanyabiashara watakapokuwa wanakuja hapa kisha maliza na anakwenda kupumzika kwenye hoteli, anakula na yua hapa. Na kwa hiyo, Mheshimiwa Waziri, bahati nzuri umejua, niliambiwa kile chumba kilikuwa kimeandaliwa vizuri, ukweli. Waziri pale, andika maumivu tu. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Rais Kabila, karibu sana uje uzungumze na baadaye utuwekee jiwe la msingi la jengo hili muhimu kwako.